Dimitri Pantev namfananisha na aina ya makocha kama unampata kocha Diego Simeone eh, yeah. Licholo, yes. Kuelekea kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika mnyama Simba anasafiri kwenda Eswatini kucheza mchezo wake huo wa away, lakini hapa D&A tuko na mchambuzi wa michezo Godfrey Mlanjize, chambuzi la system. Tutapiga story nyingi sana kuelekea katika mchezo huo, lakini pia tutazungumza mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwenye klabu ya Simba. Masuala yanaweza kuwa mengi. Mbona mnyama yuko kimya hivi? Lakini pia na mchezo mgumu huo ambao anapiga anaupiga ugenini kule Eswatini, vipi? Kocha mkuu yuko wapi? Lakini tayari wao wana meneja Mr. Dimitri Pantevu. chambuzi la system. Atazungumza mengi sana. sana. Niko vizuri. Niko vyema kabisa. Safi kimataifa joto ulishaanza ku, kuwa kubwa sasa hivi. Ah, yes, kwa sababu ni maandalizi of course vilabu vyetu takribani vinne, uh, vimefuzu kwenye hatua ya, ya, ya, ya, ya pili. Kwa hiyo wanajiandaa kwa ajili ya hatua ya pili kwa ajili ya kuona ni namna gani ambavyo hivi vilabu vinaweza vikavuka kwenye hatua inayofuata ambayo ni hatua ya makundi. Lakini mlanjizi kama Simba kwa kimya hivi, sioni kitu mimi mimi Mzamida, sioni ne. hata kwenye peji yao ya Instagram sioni kitu mlanjizi. Uh, Mzamida kwanza uh, amini kuwa maji yalotulia ndo yenye kina yenye kina kirefu, na ukiangalia uh, kutulia kwa Simba uh, kuna maanisha ni kwamba timu inajipanga, wana mikakati yao wa wenyewe binafsi, lakini pia ukiangalia uh, katika hiki kipindi cha international break uh, timu nyingi hazichezi, hazichezi michezo kwa hiyo ukiangalia ni juzi tu Simba amecheza Uh, cross door friend match uh, ndio mm. Lakini ni mechi ambayo ilikuwa haina mashabiki, ni mechi ambayo haikuonyeshwa. Kwa hiyo kusema kwamba watoe zile taarifa zao na nini, kwangu mimi naona kwao ni uh, nzuri zaidi, kwa sababu muda mwingine privacy matters zaidi, kwa sababu wanakutana na mpinzani kwenye hatua ambayo Simba wanataka kupiga hatua uh, kupiga kwenda kwenye hatua ya makundi sofa kwa hiyo, ni jambo la kawaida tu hilo. Hata Bunju hatuoni clip zao, hatuoni kitu chochote hata Bunju. Mlanjize, unaficha nini? ah, Mungu wa utandawazi, watu watakiwa, mtu wa uko Njombe huko Ngalenaro natamani kuona Simba amefanya kitu gani, atuoni kitu. Mlanjize mzee wa Mida, unajua kwenye kipindi kama hiki huwa tunaita ni kipindi cha tactical exercise, yani timu nyingi huwa zinajiandaa kwa ajili ya uh, kiufundi zaidi, kwa hiyo Sizani kama ni busara zaidi ukaona zile uh, mambo mbwembwe na nini uh, sio vitu vya, vya msingi zaidi kwenye, kwenye mazingira kama haya hapa. Of course, mimi nadhani wako sahihi. Mbwembwe nini hazina hazina msingi zaidi kwenye mazingira ya maandalizi kwenye mechi za msingi kama hizo. Una imani na meneja mkuu wa Simba bwana Pantev ambaye amekabidhiwa mikoba yote ya kusimamia Simba akiwa mazoezini huko? Mzee wa mida mimi, ukiniambia Dimitri Pantev, na namfananisha na aina ya makocha kama unampata kocha Diego Simeone. Dimitri Pantev mm. na namchukulia ni kati ya makocha wa aina ya uh, Diego Simeone Elicholo, yule kocha wa Atletico Madrid, lakini yeah. pia unampata kocha wa uh, Sevilla juzi alitoka kuwapiga FC Barcelona uh, chuma nne. Anaitwa Diego Alonso, raia wa Uruguay huyo jamaa uh, unampata yes, unampata kocha uh, Antonio Conte, aina ya makocha wa namna wa namna hiyo uh, nikimwangalia lifestyle yake nje ya uwanja mm. Lakini namna ambavyo anaweza akameneji na kuconnect ile lifestyle yake na kuwaweka wachezaji kutengeneza team spirit mm. Ndio unakuja kuconnect kwamba ni aina ya makocha wa namna hiyo, unamwona Diego, Diego Simeone huyu hapa, unamwona Diego Alonso huyu hapa wa, wa FC Sevilla, unamwona Antonio Conte lakini Ukimwangalia kwenye mechi mbili ambazo nilimwangalia na namna ambavyo nilimfuatilia kwenye e, michezo mingi ambayo amecheza kwenye timu ya, ya, ya, ya uh, Gaborone United na hmm. kule ambako ametoka hmm. Ni kocha mzuri, ni kocha ambaye anapenda timu iende uh, as a unit yani timu inavyojilinda ijilinde, uh, ishambulia as a team. Ni kocha ambaye anapendelea sana uh, defensive solidity, yani ulinzi imara, lakini ni team, yani kocha ambaye anapendelea sana quick transition. Nadhani hii ni kutokana na uh, namna ambavyo unajua uh, alishawahi kufundisha soka la futsal uh, futsal yeah. ni soka la watu wanaocheza kwenye kwenye sakafu hivi. Kwa hiyo uh, wanapenda sana uh, mchezo wa nguvu kasi. Kwa hiyo ni aina ya makocha ukimwangalia, Diego Simeone anakuja hapo, uh, kwenye quick transition ni kocha mzuri sana. Ukiangalia Simba ilikuwa na uh, udhaifu sana kwenye uh, quick transition kwenye uh, Uh, attack to defend yani pale ambapo timu ilikuwa inashambulia mm. then ikashambuliwa, unaona kulikuwa na mapengo kulikuwa na magepu mm. kulikuwa na spaces nyingi sana ambazo Simba wanaziacha wana. Kwa hiyo kati ya tatizo ambalo ataenda kulitibu, unaangalia uh, uh, Dimitri Pantev, mm. ni maeneo hayo, lakini pia uh, ni kocha ambaye anapenda sana kutumia nafasi chache katika zile ambazo anazipata. ana, ana, ana, ana, ana, ana ukiangalia okay, Simba msimu jana ni timu ambayo ilikuwa inatengeneza nafasi nyingi, lakini kuzitumia na kuwa ni, ni ngumu. Kwa hiyo ukiangalia katika maeneo hayo unaona kabisa ana anaemphasize wapi, yaani wapi ambapo kocha nakazia kwamba kama tunapata nafasi mbili ama tatu tujitahidi hata tuzitumie hizo nafasi, kwa sababu kuna muda hauwezi kuzipata hizo nafasi ambazo umezipata. Kwa hiyo ndio maana nakwambia, unamuona Diego Simeone huyu hapa, unamuona Diego Alonso huyu hapa, unamuona Antonio Conte huyu hapa. Kwa hiyo mimi naamini na mzee Mida, naiona Simba ya msimu kimataifa chini ya kocha Dimitri Pantev. Naiona Simba inafika hatua ya nusu fainali mpaka fainali. Simba hii ungaunga unga mwana tia tia maji, Simba kavu, Simba hii patu patu, Simba hii hii ambayo unaisema ungaunga mwana, Simba hii hii ambayo unaisema papatu, papatu. Unajua Shida sio ungaunga mwana, mzee wa mida, shida ni namna ambavyo kocha anaweza aka organize vile vipaji vyote kwa pamoja yeah. ni n, aina ya makocha hao wana uwezo wa kutengeneza mazingira hayo, na nimemsoma pia, huyu kocha ni kocha ambaye huwa na hapendi sana kutegemea uh, aina ya playmaker mmoja yeah. na ukiangalia kuna mabadiliko ambayo utayaona, mimi nakupa hiyo yeah. Uh, ukiangalia, uh, Gabrone United ilikuwa ina, inacheza mchezo wa 4-3-3 si ndio? Yes, kwenye 4-3-3 alikuwa ametengeneza mazingira ya kuwaweka playmaker wawili manake, anapendelea sana kuchezesha namba nane wawili uh, sio kwamba unamtegemea mchezaji mmoja akibanwa huyo mchezaji manake timu tayari inakosa nini? Inakosa option. Kwa hiyo ukiwa na namba nane wawili manake, huyu mmoja anamfungua mwenzake pale ambapo mwenzake anakosa anakosa option ya kufanya kwa hiyo, unaiona Simba ambayo kwanza itabadilika katika maeneo mengi sana. Kwanza Simba ilikuwa iko, uh, iko wiki sana kwenye ball recovery, yaani pale ambapo wanapoteza mpira si ndio? namna ya kurudisha kuja kwenye himaya yao ilikuwa ni shida sana, lakini chini ya Dimitri Pantev utaona uh, quick reaction mara tu baada ya kupoteza mpira na nilikuwa na penyezewa za ndani kwenye aina ya mazoezi ambayo anawafundisha wachezaji wa Simba mm. ni katika eneo hilo, na Dimitri Pantev, kwa kusisitizia pia mm. ni kocha ambaye hapendi kutegemea mchezaji huyu mm. mmoja sama, timu, sama, timu na hata kwenye o, nimeona kwenye press alizungumza uh, kwamba yeye anaamini uh, hakuna mchezaji mkubwa kuliko kuliko timu ya Simba. Kwa kama hakuna mchezaji mkubwa kuliko timu ya Simba, manake kila mchezaji ana nafasi yake kwenye, kwenye timu na wasi, unapewa nafasi, manake unatakiwa uonyeshe kitu sio kwamba tu wewe mimi mzee wa mida yeah. Nina jina kubwa nilishafanya makubwa ndani ya Simba msimu jana yeah. Ndo unipe nafasi yeah. Hapana yeah. Efficiency yako effectiveness yako yeah. Namna ambavyo una deliver kwenye kiwanja cha mazoezi ndivyo ambavyo itakufanya upate nafasi kwenye kikosi cha Dimitri Pantev. Ndio maana nakuambia unamwona Diego Simeone fulani hivi, Diego Alonso fulani hivi yeah. Ni makocha wanapenda sana kunyanyua spirit yeah. ya timu na mzee wa mida ogopa sana makocha ambao wanaunganisha uh, uh, hivi vitu uh, tactical discipline pamoja na kuinua spiritual team kutoka kwa, kwa wachezaji. Wakiunganisha hivi vitu vyote vili kwa pamoja, manake morali ya wachezaji inaamka, nidhamu ya kimbinu ambao wanapewa na kocha inaamka, na utekelezaji wa majukumu ambayo wamepewa na kocha unakuwa Uh, ume rise ama unanyanyuka kwa kiwango kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo naiona Simba ikifika ikifika mbali naiona Simba ambayo itakuwa na mabadiliko makubwa sana kwenye kipindi ambacho manager Dimitri Pantev akiwa kwenye kwenye benchi. Bana mimi hapa nimesiliba tu maneno ambayo amezungumza chambuzi la system Godfrey Mlanjize kuhusiana na klabu ya Simba kuelekea katika mchezo huo ambao utapigwa kule Swatini. Tayari Simba naye pia ameshaanza mazoezi yake rasmi kuelekea katika mchezo huo, lakini pia naye ataanza safari ya kwanza kwenda huko Swatini kwa kupiga kwenye mchezo huo wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Mengi amezungumza Mlanjize, lakini tusubiri tuone, je, huyo Dimitri Patevu sifa ambazo Mlanjize amempatia atakwenda kuzifanya. Acha ujumbe wako kwenye comment hapo, lakini pia usisahau kusubscribe kama bado haujawa mwana familia wetu, na ili uwe mwanafamilia familia mpya, subscribe, bonyeza alama ya kengele ili kesho na kesho kutwa uwe mtu wa kwanza kupata taarifa zote ambazo zinajitokeza. Mimi ni Mzoa Mida, shukrani sana director Giovanni, ukizingatia engo kila kitu kinakuwa sawa hapa. Tulikuwa na Godfrey Mlanjize chambuzi la system, amezungumza mengi sana kuhusiana na klabu ya Simba.